Serikali imefanya mambo mengi, kilichobaki ni changamoto ndogo ndogo, na changamoto kubwa nimeona ni upande wa miundombinu, hasa barabara. Kuna barabara yetu hii ya Nkango inaunganisha mitaa mawili miwili, lakini ni barabara muhimu sana, ambacho kinaweza kuwa kiungo, kwa mfano kule kumefungwa watu wengine wanaweza wakapitia huko wakaendelea na shughuli zao, lakini kuna barabara ya wastaafu umoja Gengeni, na ile barabara ya airport ambayo inaenda kiwandani ile hide... Inachohitajika hapa ni wewe kupiga kura tu tarehe 29, lakini irani hii ina mambo mengi sana kwa ajili ya jimbo letu la Bukoba mjini. Tuna ujenzi wa soko la machinga. Ili soko la machinga, niwambie sasa limebeba nini, tuna upande wa makaburini na, na tuna upande wa sasa ambapo kuna soko la sasa, baada ya wa, wafanyabiashara kuhamishwa hapa kule, ambapo kuna soko la machinga tunakwenda kuweka karakana kumi na tano. Kuna watu walikuwa wanahangaika hawana maeneo rasmi ya kufanyia shughuli zao.